Linatokea nyumbani mwa Neema. Onyesho linapoanza, tunamwona Neema akipanga sebule, huku amejawa na mawazo. Anashiriki katika uzungumzi nafsia, huku amejawa na uzuni. Anasikitishwa na maradhi ya mama yake ambayo anaelekea kutosikia dawa. Huku Neema akizidi kutumia pesa, anajiona kama anayefirisisa. Anatamani angekuwa na uwezo wa kuyaangamiza magonjwa. Akiwa katika hali ya fikra, Buju anaingia. Neema analalamika kwamba Buju amemshtua aya. Buju anasema kwamba pengine Neema ana wasiwasi. Neema anasema kwamba hawezi kuwa na utulivu katika hali ya kumuuguza mama yake. Buju asemi lolote kuhusu hili, badala yake anasema kwamba chumba kinapendeza. Neema anasema kwamba angekuwa na mshahara angekiboresha zaidi. Neema anasema kwamba mshahara wake hautoshi ili linazua mgo, mgogoro ili linazua mgogoro zaidi. Neema anasema kwamba mshahara wake hautoshi ili linazua mgogoro. Buju anashikilia msimamo wake wa ali wa awali kwamba analipa nyumba, karo, chakula na matibabu ya familia. Anashangaa kwa nini mshahara wa Buju hautoshelezi na hali afanyacho ni kugharamia mafuta ya gari tu. Neema anamkumbusha Buju asili ya uhitaji inayomjuzu kuilea familia yake akiwa peke yake. Anamhakikishia Buju kwamba anajua kuwa Buju anawajali. Hata hivyo, anamlilia ali anamlilia ali Buju amsaidie hata, hata kwa mkopo kugharamia matibabu ya mama yake ambaye amelazwa hospitalini. Neema anahitajika Neema anahitajika kumtoa mama yake hospitalini. Buju anakataa. Anashikilia msimamo wake wa awali kwamba ametekeleza wajibu wake kama mume bila kuomba mshahara wa Neema. Anasikitika kwamba badala ya Neema kumpokea hata glasi ya hata kwa glasi ya maji, anamjia kwa mjadala ambao wameisha kukamilisha na kuukatia hukumu. Neema anaposema amekosa utulivu kwa sababu amepungukiwa na hela za kumtoa mama yake hospitalini, Buju ana mdhihaki yake na kumwambia kwamba yeye Neema ana bahati kwamba ndiyo anaanza kukopa. Anamwambia kwamba yeye Buju ana madeni ila hawaonyeshi watu. Mwishoni mwa onyesho, Buju anaondoka kwa madai kwamba anaenda kumsaidia mkurugenzi mmoja wa kampuni kwa kazi fulani Buju alisoma na mkurugenzi huyo Buju anamwambia Neema kwamba huenda akapata hela akamsaidia Neema anabaki akijisemea anairudia kauli ya mama yake kumhusu Buju, kumhusu Buju kwamba Buju ni moja, ni mmoja wao anapima kauli hiyo Inam, inamzindua mtazamo wa Neema kum... inamzindua mtaz inamzindua mtazamo wa Neema kumhusu Buju ikana kubadilika. anautambua mchango wa Buju katika kuendesha maisha yake na ya familia yake. Hakika, anamsawiri kama mwokozi wa familia hii. Anakumbuka jinsi Buju alivyoyaokoa alivyo maisha yake kutokana na ile ajali hadi kufanya mpango Neema asafirishwe kwa ndege ili apate matibabu ya dharura ambayo aliagharimia yote. Tathmini la onyesho. Onyesho hili linazidi kuangazia masuala ambayo yanamomonyoa mahusiano bora ya jamii. Neema na Guju wanajitahidi kuziwajibikia familia zao. Msaada wa Guju unalenga familia yake ya kimsingi, mke na watoto wake hiyo ndiyo inayoelekea kuwa imani ya Buju kuhusu familia. Kwa upande mwingine, Neema analenga kusaidia familia yake pana, wazee wake na wanuna wake, japo anatamani pia kuisaidia kuifanya nyumba yake ipendezi. hali Hali ya uhitaji na mlazimu Neema kuzidi kumlilia hali mumeo, jambo ambalo linazua kutoelewana kati yake na mumeo msimamo imara kuhusu suala la kutoa msaada unamfanya Buju kuonekana kama asiyejali. Hata hivyo, ndani ya msimamo huo imara, mna mna moyo wa sani. Kumbukumbu ya Neema kuhusu jinsi Buju alivyoyaokoa maisha yake bila hata kujua asili wala fasili yake ina- inaonyesha kujitolea kwa Buju kuimarisha hali ya maisha ya watu wengine. Wazo linalotawala kauli ya mwisho ya, ya neema ni kwamba haifai kumtolea mtu hukumu kuhusu maamuzi yake kabla ya kuchunguza muktadha ambao unamfanya mtu ayatoe maamuzi mamu, ya aina hiyo. Yafuatayo ni baadhi ya masuala yaliyoshughulikiwa katika onyesho hili wajibikaji, mahusiano ya kifamilia na utu. Mpigieni makofi.